Ukizungumza na watu mitaani leo kuhusu mapepo na kumilikiwa na mapepo, utaona utasikia maoni mbalimbali mbali. Mara nyingi maoni hayo yatakuwa kati ya hadithi za kubuni na hofu. Watu kwa kawaida hufanya makosa mawili kuhusu shetani na mapepo yake, wengine huwapuuza kabisa, au wengine hushindwa kujizuia na kuwa na hamu nao kupita kiasi. Biblia inatufundisha waziwazi kwamba tusielekeze mawazo yetu kwa Shetani, bali tumtazame Kristo daima. Tunapaswa kumtazama yeye daima. Waebrania kumi na mbili moja ondoa mbili. Sasa tumeambiwa jinsi ya kumpinga Shetani. Tumeambiwa kwamba atatukimbia, na haitokani na kutumia maneno maalum ya kichawi, wala haina uhusiano wowote na kunyunyiza maji matakatifu chumbani mwetu au kushika msalaba yote yanahusiana na kumkaribia Mungu. Sasa pia tumeambiwa tuvai kila siku silaha za Mungu, kofia ya wokovu, ngao ya imani, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, Waefeso 6. Mtume Yohana anaandika katika 1 Yohana nne nne, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Sasa tunakaribia kushuhudia onyesho la ahadi hiyo hapa katika injili ya Luka sura ya 8. Baada ya Yesu kutuliza dhoruba kwa muujiza pale kwenye bahari ya Galilaya, mstari wa 26 unasema kisha, wakasafiri hadi nchi ya wagerasene iliyo kinyume na Galilaya. Yesu aliposhuka ardhini, alikutana na mtu mmoja kutoka mjini ambaye alikuwa na mapepo. Sasa usemi huu, alikuwa na mapepo, unamaanisha kumilikiwa na mapepo. Hapo ndipo asiamini anapokuja chini ya utawala wa pepo, na mawazo ya mtu huyo, hisia zake, hata mwili wake vinatawaliwa kwa namna ya kipekee na pepo huyo. Sasa kile shetani anachofanya kwa njia ni kumfanya mtu kuwa hekalu bandia la roho mchafu. Unaona, anajaribu kuiga makao ya Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Hivyo kumilikiwa na pepo ni pale ambapo Ibilisi anapata nafasi ya kujifanya Mungu. Sasa kama Wakristo tunaweza kuteswa na mapepo lakini hatuwezi kumilikiwa nao, kwa sababu tunakaliwa na Roho Mtakatifu. Tunaambiwa katika Biblia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, 1 Wakorintho 6: aya 19. Na, na roho wa Mungu kwa njia hawezi kushirikiana chumba na pepo. Sasa tunapoendelea kupitia tukio hili hapa, nataka nitoe baadhi ya maoni kuhusu huyu mtu aliyekuwa amepagawa na pepo kwa njia, injili ya Mathayo inaonyesha kwamba kulikuwa na watu wawili waliopagawa na pepo. Kumbuka unapochanganya injili zote pamoja, zinatoa maelezo kamili zaidi. Injili za Marko na Luka zinamzungumzia mtu mmoja tu kati ya hawa, na naamini ni kwa sababu huyu ndiye atakayekuwa mfuasi wa Kristo; atakuwa misionari katika mji wake wa nyumbani ambao ungekuwa mji wa Gadara. Sasa mstari wa 27 hapa katika Luka sura ya 8 unatueleza kwa muda mrefu alikuwa hajavaa nguo na hakuishi nyumbani bali aliishi makaburini. Kwa maneno mengine, alikuwa na matatizo ya akili na kimsingi hakuwa na makazi. Pia ni mtu hatari kimwili. Mstari wa 29 unasema kwa muda mrefu mapepo yalikuwa yamemshika alikuwa akilindwa na kufungwa kwa minyororo na pingu, lakini alikuwa akivunja minyororo hiyo na kupelekwa na pepo nyikani. Hivyo basi, ni mtu wa porini anayejiharibu mwenyewe chini ya nguvu kali za mapepo. Mtu huyu angeitwa leo mtu asiye na matumaini kabisa. Kila mtu alijua kuhusu huyu mwendawazimu wa Gadara. Sasa tunaambiwa hapa kwamba alimwona Yesu na wanafunzi wakishuka ufukweni na akakimbia akashuka mbio kuwa laki na mstari wa 28 na unaeleza kilichotokea baada ya hapo. Alipomwona Yesu alipiga kelele na akaanguka mbele yake na kusema kwa sauti kuu, una nini nami, Yesu mwana wa Mungu aliye juu sana? Jamani, hili ni tamko la kushangaza kweli. Yaani fikiria tu kile kinachoonyesha kuhusu ulimwengu wa mapepo. Kwanza kabisa, inaonyesha kwamba mapepo wanaamini katika uhalisia wa Mungu kuja katika mwili. Anamwita Yesu yu mwana wa Mungu aliye juu sana. Anajua kwamba haanguki mbele ya mwalimu wa Kiyahudi au nabii au mwalimu mzuri tu, bali mbele ya Mungu mwenyewe. Mungu, Mungu katika mwili, Mungu mwana Akaunti ya injili ya Mathayo inaongeza kwamba hawa mapepo wanamlilia mtu huyu, je, umekuja kututesa kabla ya wakati? Hiyo ndiyo Mathayo saa 8 na madakika 29. Kwa maneno mengine, hii inaonyesha kwamba mapepo wanaamini katika matukio ya kinabii yajayo. Mapepo wanadhani Yesu amekuja kuwa hukumu kabla ya hukumu ya mwisho iliyoandikwa katika Ufunuo sura ya 20 ambapo mapepo watatupwa kwenye moto wa jehanamu. Sasa hapa katika akaunti ya Luka mstari wa 31 wanamsihi Yesu asiwaamuru waende kwenye shimo la kuzimu. Neno kuzimu likitafsiriwa moja kwa moja linamaanisha mahali pasipo na mwisho. Hii inarejelea shimo lisilo na mwisho, mahali pa mwisho pa mateso, kuzimu. Unajua, dunia yetu inaweza kujaribu kukataa uhalisia wa kuzimu, lakini ngoja ni kuambie, mapepo wanaamini ipo mapepo hawana shaka kabisa kuhusu hukumu yao ya baadaye kuzimu. Sasa Yesu anauliza swali hapa katika mstari wa thelathini, jina lako nani? Msemaji wa mapepo anajibu jeshi, kwa sababu mapepo wengi walikuwa wamemwingia. Hilo ni jibu la kutisha kweli. Jeshi la Warumi lilikuwa na askari zaidi ya elfu tano. Kwa hiyo pepo huyu anasema kwamba kuna maelfu yao wanaomiliki mwili na akili ya huyu mtu. Sasa kwa hilo Yesu anaonyesha nguvu ya neno lake, amri moja tu, haijalishi mapepo ni wangapi. Hapa mstari wa 32 unasema sasa kundi kubwa la nguruwe lilikuwa likilisha huko mlimani, nao wakamsii awaruhusu waingie humo, akawapa ruhusa kisha mapepo wakamtoka yule mtu wakaingia kwa nguruwe, na lile kundi likakimbia kwa kasi kwenye mteremko mkali hadi ziwani na kuzama. Sasa injili ya Marko inatufahamisha kwamba kulikuwa na nguruwe wapatao elfu mbili katika lile kundi. Hii ilikuwa ni eneo la watu wasio Wayahudi. Wachunguzi baadhi wa Biblia wanaamini walikuwa wanaendesha soko la magendo kwa ajili ya Wayahudi waliokuwa karibu, au jamii ya Kiyahudi. Kwa hiyo inaonekana kwamba baadhi ya Wayahudi ambao hawakuwa waaminifu sana walihusika, kwani hawakupaswa kushiriki kula nyama ya nguruwe. Wengine wanaamini kwamba wakulima hao walikuwa Wayahudi wenyewe waliokuwa wanaendesha biashara kubwa ya kuuza hamu na nyama ya nguruwe kwa ajili ya eneo hilo la dunia. Kwa vyovyote vile, Bwana hakumkomboa tu mtu huyu, bali pia anaihukumu eneo hili kwa kutokuwa waaminifu kwa sheria ya Musa. Hivyo basi katika mstari wa 34, wachungaji wa nguruwe wanakimbilia mjini, wanawaambia watu wote kilichotokea, na umati unarudi kumwona yule mtu aliyewaharibia biashara yao. Mstari wa 35 unasema, wakaja kwa Yesu wakamkuta yule mtu ambaye pepo walikuwa wamemtoka, ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo na ana akili zake timamu, nao wakaogopa. Wale waliokuwa wameona walieleza jinsi yule mtu aliyekuwa na pepo alivyoponywa. Kisha watu wote wa nchi ya Gerasene waliomba Yesu, yani aondoke kwao. Sasa sikiliza hili hapa. Huyu hapa, huyu mtu aliyekuwa kichaa, maisha yake yamekombolewa na nguvu za Yesu, lakini watu hawa wote wanachofikiria ni kwamba Yesu ameharibu biashara yao. Lakini sasa hapa ndipo kuna swala la ndani zaidi. Waliona nguruwe elfu mbili kuwa wa thamani zaidi kuliko maisha ya mtu mmoja aliyekuwa kichaa, na lazima nikuambie hiyo ni wazimu. Mstari wa thelathini na nane unatueleza yule mtu ambaye pepo walikuwa wamemtoka alimsihi Yesu amruhusu akae naye, lakini Yesu akamwambia, rudi nyumbani kwako ukawaambia watu mambo makuu Mungu aliyokutendea. Naye akaenda akatangaza katika mji wote mambo makuu Yesu aliyomtendea. Hivyo yule aliyekuwa kichaa sasa anakuwa mjumbe wa mfalme. Niruhusu, niruhusu, ni ruhusu nichukue kanuni nyingine kutoka kwenye tukio hili kuhusu ufalme wa mapepo. Hii hapa. Yesu anaweza kufanya yaliyo bora kabisa katika maisha ya mtu hata baada ya shetani kufanya mabaya yake yote. Unaweza kufikiria Yesu akiwaambia wanafunzi wake, sikilizeni jamani. Ninachotaka kufanya ni kutia nanga hapa karibu na makaburi pale juu ya kile kilima kidogo, na pale kuna mtu ambaye nataka ni mtewe awe mishonari mpya. Na wakati huo huo hapa anakuja yule kichaa akipiga kelele, huenda akiwa uchi, akikimbia kutoka mlimani akielekea kwao, na Yesu anasema basi, unaonaje? Huyo hapa anakuja. Sasa sasa, ngoja nikuambie mpendwa, Mtu huyu kama wewe na mimi alikuwa wakati fulani ni taji mikononi mwa Shetani, na sasa kama kila mmoja wetu, yeye ni taji, yeye ni taji la neema mikononi mwa Kristo. Na kwa njia hiyo hiyo ana agizo lile lile kama wewe na mimi la kuwaambia watu wote katika mji wetu, ulimwengu wetu, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye juu kabisa, kwamba alikufikia wewe. Labda wewe ulikuwa yule ambaye hakuwa na tumaini lolote